Sawa ndio maana wale hawajakosea kuitwa silver. Dini kama sio la saba la themanini kwa thamani kuna diamond, kuna gold leo wameonyeshwa gold <muchos> na diamond. Hasa hawa leo wamejitambua kwamba wao kweli ni silver. Mimi mi natosha kete ni kwache ambona hivyo. Wape, wape, wape neno kuhusiana kuhusiana na bure, kwa sababu wanasimba wengi swala bure, swala la bure liko hivi, swala la bure liko hivi leo unajua ni siku kuu ni siku kwa nini sikukuu? Leo tunafuzu, sijui, umeelewa? Tunaendeleza mwendelezo muen, wetu wa kufuzu hizi hatua za, za group stage yeah, yeah. Sasa injinia na GSM pamoja na viongozi wa Yanga wakafikiria hawa mashabiki wa Yanga zile oh, oh, elfu thelathini, elfu hamsini, elfu sitini, laki sijui laki sita, elfu kumi na tano, elfu kumi, zile zibaki kwenye mifuko yao wazitumie. Usiku pilau umekula Yaani, sisi ngoja nikwambie kitu, yaani Pakome yule unaomuona, yule ndio pilau. Unaiona lile <laughs> goli alilofunga nani la kwanza, Dickson <laughs> Jobu eh, ile okay, ile goli la Dickson Job kile ndio GSM water ndio GSMbaaj <laughs> jibusti, una lingine kwamba kuna lingine watu, watu jana wamekula nyye, mmeshinda kulishwa hapa na mabosi zetu. Sasa kuna klabu inaongoza kula I, na kulishwa vizuri kama mashabiki wa Yanga hapa Tanzania. <gubuiana> Hey, mwone huyu <gubuiana> Yanga, Yanga peke yake e bwana. <gubuiana> <laughs> naitwa Baraka, Yanga wako hey, wa wa hey, mimi ni kapteni yes, wa mashabiki wote eh, wa FIFA dunia. Kwa hiyo chuma hicho hapo kimetema cheche safi tu hmm. Hey, na nilikuwa namwelekeza kitu kuhusiana na namna ambavyo mashabiki wa, wa, wa Simba na timu zingine wamenufaika kwa siku ya leo hmm. Tumeshuhudia mtu kama mchungaji mmemuona? E, mchungaji wa Simba, Dokta Muhamedi, wakina Mandala, wote hao mashabiki wengi wa Simba walikuwepo hapa, wamekuja kufurahia bure hmm. bure tu, sisi mnakuja nyinyi mmeenjoy yeah. <laughs> <laughs> wameenjoy soka. Eh e, sawa. Kwa sababu mwaliko wowote utakaoalikwa. Kwa sababu hata mimi, wao hmm. kwa sababu mwaliko wowote utakaoalikwa. Sababu hata mimi nimewaalika wengi kusikia wao, kwa hiyo kama umealikwa, njoo angalia burudani. Hii ndio maana ya kuwa na viongozi bora wenye, wenye, wenye utu na thamani ya kukuthamini wewe, si tumethaminiwa? mm. Na huu ndo utaratibu na tunawaomba viongozi wetu wadumishe hili mm. Umeona, ndio kwa sababu ukisema hakuwa... Ahmed, Ahmed, Tutaw... sisi, sisi tutauponza wewe, yeah. Ndo utauponza kwa sababu sababu wewe ndo unakuja kwa vya bure sababu JSM ametoa kwa sababu ya wanayanga mm. na watu wa mpira mm wewe timu yako kiongozi gani ambaye ameshawahi kutoa hata siku moja? Ebu angalia wamepigwa faini wajerajera hawa, si ndio wamepigwa faini? Lakini katika ile faini hawajatoa hata shilingi, wametoa wa mashabiki yani, wao wamepigwa faini, anatoa shabiki. Lini utakuja kutoa hela wa kumlipia huyo akaangalie mpira? Huwezi hivyo vitu, waachie watu wenye moyo na thamani. Viongozi wetu sisi tumeomba, si ndo tuliomba hmm. tunaomba mechi hii mtufanyie kiingilio bure, walipada na wasio kualipa ada kwa, kwa, kwa, mm, kwa sababu huwezi kuwabagua, huwezi kuwajua. Kwa hiyo wote wamenufaika. Mashabiki wa Simba wameingia, kwa sababu wetu sisi sisi tunaulipa ada. ndio maana unawaona wameingia, wameangalia burudani, na mmoja kati ya shabiki mmoja anakwambia, nimefurahi sana namna ambavyo Pacome Zouzoua amekuwa akicheza mpira. Bwana Kizinga, mimi nataka tujadili kitu kimoja. Naam, hata iweje, mm, Yanga ana falsafa ya kujaza uwanja huu wa Benjamin William Mkapa leo mashabiki walikuwa wanabidi waingie bure uwanjani, lakini kuna baadhi ya mapengo yalikuwa yakionekana kwenye majukwaa. Nataka nikuulize kitu kimoja, hakuna mapengo yaliyoonekana jukwani? Ngoja nikwambie kitu kimoja, nisikilize basi, kwanza nisikilize kwanza, nikwambie kitu kimoja. Rudi, unajua nyinyi mnapotoshwa na wachambuzi ambao wanakwenda, nisikilize kwanza, mimi nina maana ya kusema hivyo. Mnapotoshwa kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa wakibeza hii bure kwa kusema kwamba Dar es nyinyi mashabiki wa Salaam Africans mmekuwa hamna utaratibu wa kujaza au kuingia viwanjani. Nataka niwaambie, rudi kwenye msimu miwili ya nyuma, utapata majibu. Nani ambaye anahusika ana, ana, ana na kutoa takwimu ta, ta, ta, au tathmini ya viingilio vya vianda, ndani ya uwanja kwenye mechi? ni enkadi enkadi, walitoa wakasema, timu pekee ambayo imeingiza mashabiki wengi na imeingiza pesa nyingi ni Dar es Salaam Africans. Nyewe mnataka nini? Kwa ukitutengenezea sisi skendo shauri yako. Ni nani ambaye amejaza uwanja Benjamin Mkapa aliyoujaza ka kama sio kwenye matamasha au mechi ya Simba na Yanga? Nani alijaza mapengo utayaona, na siku ya leo mimi nikwambia tu, ndugu yangu, kama utakuwa umeamua kuwa mnafiki, wewe kuwa mnafiki, lakini siku ya leo <laughs> watu wote wamekuja na uwanja umejaa, wale ambao kuna maeneo unajua, tulitofautishwa viongozi wa Yanga walivyokuwa na, na, na upendo sana Waliwapa thamani wale mashabiki walioenda nani Malawi na wale ambao ni, ni, ni watu tuseme, si watu wa namna gani, umeelewa? Na influencer pia tulipewa thamani kwa kutengewa maeneo maalumu ambao ni VIPB na VIPA. Kulikuwa kuna tiketi maalum ambao huinunui, huilipi, ukiingia na ile tiketi basi wote mtakwenda kukaa sehemu maalum kwa kutupa thamani. Lakini yale maeneo ilifikia hatua baada ya kuona kuna watu wengi wako nje, lakini maeneo baadhi yako wazi wakaamua kuwaruhusu na wale ambao wako nje na wale ambao wako kwenye maeneo ambayo wamekaa kwenye foreni, basi waingie. Wale walikwenda kujaza zile nafasi, na wote tumeangalia mpira, kila mmoja ameenjoy. Kwa hiyo tuwapongeze, hawa ni viongozi wa thamani. Hivi unajua, kama, unajua kama mashabiki wa Simba walishawahi kupewa tuzo na kafu Unakumbuka? na na na kwenye hilo swala huwa wanaga kazi chafu. Walipewa tuzo kwa sababu walijaa, wali, wali, wali, wali viwanjani, si ndio? kwenye ule mchezo, ile mechi walivyopewa ile tuzo, ile ilikuwa ni thamani, wamepewa na KAFU na tuzo huwa haiji hivi hivi. Sasa wale mashabiki walizulumiwa pesa zao na viongozi wao, kwa sababu ile pesa, kama wangekuwa ni viongozi wenye akili kama za injinia au GSM, kwa kuwaheshimu na kuwathamini mashabiki wao, ile, ile tuzo wangeifanya kuwa sehemu ya mechi inayofuata wakawalipia ule mchezo kupitia tuzo yao, wakawalipia gharama zote, wakaingia bure, wakaangalia burudani na kuambia hii tuzo inakwenda kuwa sehemu ya ninyi kuingia bure wao wanasema wow, mashabiki hawataki. Sasa kama hawataki, mnakuja kwenye mechi zetu kufanya nini? <laughs> <laughs> we shabiki wa Simba mejazana leo. <laughs> <laughs> wewe hujaona, yani asilimia kubwa wao wanachodai wamekuja kumwangalia uchizi. Hapana, uchizi vunga umeulipia, umelipia. <laughs> <laughs> Nisikilize mimi, nataka nikuambia, naenda kawaambia Watanzania, nimesikitika sana. Mashabiki wa Yanga wengine wengi walikuwa wako nje wamekosa hata sehemu ya kukaa kwa sababu ya mashabiki wa Simba wamejazana Benjamin Mkapa. Mechi yako si ukamwambia mwa karipie <laughs> kwa nini wasiwaambie na kesho waje waingie bure? Bure, mechi ya kwetu sisi, wamekuja kumwangalia mpinzani wenu. Kujazana viwanjani. Sawa umelipia JSM <laughs> karipia gharama zote wana Yanga, tukaangalie mpira. Wewe unakuja saa nne tu geti linafunguliwa watu wa Simba au. Na walivyokuwa wajanja <laughs> na nikwambie, walivyokuwa wajanja hawajavaa jezi Ilikuwa ni ngumu wewe kumtambua, lakini pale ambapo chizi Vunga alikuwa akikosa nafasi na anainuka kwenye kiti bwana, kumbe huyu humo naye huyu <laughs> sio mwenzetu <laughs> kwa hiyo tuambie, wana kila sababu ya kumwombea dua JSM aendelee kuhudumu kwenye mpira wa Dar es Salaam. Young Africans wamwombee dua Injinia Hersi, rais wa vilabu vyote barani Afrika, aendelee kuhudumu na kutoa nafasi hivyo.